Dunia hii by nature ni makaburi. Sasa hapo unaniogopesha doctor. Wewe doctor, sometimes dokahi vyako unavyoongeaga basi na uwe mm -mm. Tizem... ni basi, tunaongea kweli lakini lengo letu ni si kutamka kweli tu, tusilaghai watu mm -hmm. Mungu atatuhukumu one day mm -hmm. Tujidangani wenyewe lakini tusidangani watu. Dunia ni makaburi kivipi? Ukizima mziki nafunga kelele zote mm -hmm. Ndio unaweza ukasoma hali ya dunia, hakuna tofauti na kaburi quietness. mm -hmm. hakuna darasa, hakuna dini inaoweza kuhimiza na kufundisha walio hai sawa na makaburi. mm -hmm. Makaburi labda kama ilivyo leo, watu wana respect na wafu. Makaburi ni message ambayo ni stronger than ever Ukienda kwa wenzetu wanavyoheshimu makaburi ni makumbusho zaidi ya makumbusho ya wanyama, wanyama. Kule Ulaya kwa wenzetu uhum. Ni kama museum. Ni kama, ni makumbusho tuseme, makaburini ni quiet. Kuwa karibu na makaburi unaweza ukapata sambao wengine wapati. The difference is attachment yako na mwili ulio hai ni mkubwa kuliko attachment yako na life ndo. mm -hmm. Maana unaogopa makaburi na unaogopa kifo mm -hmm. Kwa sababu kifo akiwezi kutishia uhai tunavyokuwa hai. kilicho hai kinakufa na kuendelea kuishi. Movement ya uhai ni inhale exhale. Maana yake mtu aliye hai ni yule ambaye anaishi na anakufa, anaishi na anakufa, tulivyo tulivyo. Yani dokta, unaniogopesha unajua, that's a fact, that's a fact though ili useme mtu yuko hai ili useme mtu yuko hai anaingiza pumzi na kutoa, anaingiza na natoa. Mwili ulio hai ni mwili ambao unaishi na kufa. Uhai <laughs> ni kuishi na kufa kwa moment, kwa instant. yeah. Yani instant hiyo unapo unapo inhale, umekufa. Unapo inhale unaishi, ukiexhale unakufa, una una inhale unaishi ukiexcel na kufa, lakini movement ya kuishi na kufa ndio unaoitwa uhai. Uhai ni kuishi na kufa kwa wakati ule ule. uh -huh. Tulivyo hapa, tuendelea kuongea kwa sababu tuna tunaishi tuna, tuna tunakufa, tunaishi tena. Tungesema tunakufa tu, hatujarudisha tena pumzi, tunakata mazungumzo na kila unapoongea Unaongea pale ambapo huingizi pumzi hmm? E, tunavyotamka. Ukiongea unaongea ukiwa huko ukiwa uki una... uki unaongea, pumzi haingii, kwa hiyo unakufa. Yeah, unatoa uhai maanake, kuwa, kuwa, hmm. kuwa alive kwa dunia hii ni kuongea, ni sacrificial. Hmm. ni sadaka. Ukiwa unaongea pumzi haingii hadi wache ndio unachukua hey. Sikuai kwanza, kwahio vinavyoongea singizipomzi. E, yeah, kweli ndio bwana mm. <sighs> mm. kwa hiyo kufa kuishi ndio hai, uweza ukasema amekufa, halafu akuwa hai, uweza ukasema yuko hai, alafu ajafa. Mbegu yoyote iliyopandwa nabidi ife, alafu ndio ataishi. Kwa hiyo kuishi kufa ni sawa. Inabidi uelewe tafobia ile ni, ni, ni ile hali ambayo inasababishwa na attachment wewe ulio nayo na mwili na dunia hii. Uko tu attached na material life kuliko energetic life, maisha kama nishati. Hmm. Utaogopa makaburi, utaogopa kifo, utafikiria siku takufa itakuwaje. Kumbe tumesema hapa, unakufa kila siku hapa. Ni tumesema mfano hmm. Sio kila siku, mm -hmm, kila moment, kila sekunde. Ili uwe hai inabidi uwe unakufa, unaishi, unakufa, unaishi. Ndio maana ya uhai. Uhai ni kuingiza pumzi na kutoa, sio kuingiza tu na sio kutoa tu hmm, bali kuingiza na kutoa metaphorically. Unapoingiza pumzi unaishi, ukitoa pumzi unakufa. Hmm. kwa hiyo uhai ni kuishi na kufa kila siku usiku, whether you like it or not, utafanya zoezi la kifo utalala. Hmm. na unafika usiku ujikumbuki uko wapi, ndio kifo mfano wake kabisa. hmm. Unaeza kaota ndoto uko kungine kabisalakini yule aliyekufa haoti, yaani kiukweli kweli, yani, ki yani maiti ambayo ime, ime. Does does the... maiti ina, ina, inaota ukisema maiti unaongelea okay, okay, yeah. Ukisema ukitaka kuongelea yule mtu unamwita marehemu endelea kuwa alivyokuwa kabla ajawa na mwili akifa, tofauti ya sisi ambayo tuna mili na viumbe vingine ambavyo viko pia hapa mm, tunavyoongea mm, ni kwamba havina mwili bado. Kwa hiyo vipo hapa hapa tulipo, kuna viumbe ambavyo vipo, ndiyo. Ah, <laughs> doctor doctor, basi acha utani. Unasema nimeshawahi kuwa mtani na wewe <laughs> tunavyopita kuja wahi, sikiliza doctor, mtani na, sikiliza <laughs> na tunakutana pishana na energy nyingi You know, vibrate, so there up. are things here that are existing that have no body here right now. Yeah. But I thought anything nilifikiria kwamba hakuna kitu kinachoweza ku exist on earth without a body. In order for something to exist on earth it must have a body. There's a difference between exist and uh, being palpable. Okay, you lost me there Does air exist on Earth? Yes, it it does. Do but you it doesn't see it. No. Yeah. Doesn't mean kwamba kitu chochote kinacho exist na vile kionekane. Does God exist? Yes, it does. Can you see? No. Yeah. So, energy inavusema angels and so on Did you know you know kwamba mawazo mengi unaowaza wewe sio ya kwako? Mm. Hajawai kutokea, unakaa, unashtuka, nawaza nini? Mbona wazo ya namna hii mm? wazo gani hili mm? Mawazo mengi sio ya kwako mm. Yamekuja hewa kwa, kama simu inavyosafirisha, inaweza kawa ya watu walikuwa naongea labda mm. mtu tu kiwau sauti hili wafu, mipango mingine, mawazo ya watu ambao yako kwenye yanakua yanatembea kwa, kwa kwa kutembea na, na atmosphere, alafu inaweza ikakufikia mawazo kama vibration mm. simu ya tunaotumia sasa hivi inatafuta mnara kuboost sauti yako mm. simu ni chombo tu nasafirisha sauti yako kupitia wapi? mm. kupitia hewa tu mm. yani wave ile siyo, masiara, thats life. mm. thats energy. mm. mm. Ndio maana katika mambo yote energy hatujaipata definition yake kamilifu, life is energy. Mtu akitoka kwenye mwili, mwili ule ni wa familia. mm. ni kitu. mm. energy napaki energy, maana yake kabla ujawa na mwili ulikuwaje? okay, ndio maana neno la Mungu linasema nilikujua kabla, kabla hujazaliwa. Meaning, I i was was there before I was born